Kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia na hasa sasa hivi ambapo tunaishi kwenye dunia ya akili mnemba, ni kwamba kuna mambo ambayo eh, yanaendelea hasa sasa hivi. Kumekuwa na eh, mradi wa kutengeneza DNA bandia eh, kwa ajili ya binadamu hasa wakizazi kijacho saa, mradi wenyewe huu uh, wa utata wa kutengeneza seli za msingi ambazo ni chanzo cha uhai wa binadamu umeanza kufanywa kazi katika kile kinachoaminika e, kuweza kusaidia katika ulimwengu ujao. Utafiti wa mradi huo umekuwa e, umekuwa mwiko hadi sasa kwa sababu ya wasiwasi kwamba unaweza kusababisha watoto waliotengenezwa kwa kubuniwa au kukawa na mabadiliko yasiyotarajiwa kwa vizazi vijavyo. Lakini sasa shirika kubwa la kimatibabu duniani Welcome Trust limetoa kiasi cha pauni milioni kumi za awali kuanza mradi huo, na kuongeza kwamba una uwezekano wa kuwa chanzo cha mengi mazuri zaidi kuliko madhara kwa kuharakisha matibabu ya magonjwa mengi yasiyothibika. Dr. Julian Sare wa maabara ya MRC ya Biolojia ya molekuli huko Cambridge, ambaye ni sehemu ya mradi huo, aliambia shirika la habari la Uingereza, yani BBC, kwamba utafiti huo utakuwa na maendeleo makubwa yanayofuata katika baiolojia. Namnukuu Dr. Julian Sare: Hakuna kinachozuia mafanikio ya ili. Tunaangalia tiba zitakazoboresha maisha ya watu kadri wanavyozeeka zitakazochochea afya bora na magonjwa kidogo kadri wanavyozidi kuzeeka. Tunatazamia kutumia njia hii kuzalisha chembechembe zinazostahimili magonjwa tunayoweza kuzitumia kwenye viungo vilivyoharibika, kwa mfano kwenye ini na moyo, hata mfumo wa kinga mwilini alisema Dr. Julian Sal. Lakini wakosoaji wanahofia kwamba utafiti huo utakuwa utatumiwa na watafiti wasio waaminifu kutafuta kutengeneza mwanadamu aliyeboreshwa zaidi au kubadilishwa. Dr. Patty Thomas, mkurugenzi wa kikundi cha kampeni ya Beyond GM, alisema namnukuu tunapenda kufikiria kwamba wanasayansi wote wapo kwa nia njema, lakini sayansi inaweza kutumika kwa nia tofauti kuleta madhara na, na katika vita. Maelezo ya mradi huo yalitolewa kwa uh, shirika la utangazaji la Uingereza BBC katika kumbukumbu kumbu ya miaka 25 ya kukamilika kwa mradi wa jeni ya binadamu yaani GM, ambao ulipanga molekule katika DNA ya binadamu na pia ulifadhiliwa kwa kiasi kikubwa na Wellcome. Hii ni taarifa ambayo inazungumzia wanasayansi kuanza kutengeneza DNA yaani ambavyo ni vinasaba bandia kwa ajili ya binadamu. Tutegemee mambo mazuri eh, katika